Kwamba kuna kuishi na kutimiza kusudi la Mungu ndani ya Yesu Kristo. Na, na Yesu Kristo lazima utaje ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu anaishi humo ndani, unatakiwa uishi kwa maisha hayo, na ukiishi hivyo ndivyo, ukiwa umetoka hapa duniani nafsi yako ikiwa imekata mawasiliano ya hapa duniani, yaani kufanya yale mambo ya kimwili ya hapa duniani itakuwa na neema kubwa kwa ajili ya kufikia uzima wa milele lakini, kama utaishi maisha ambayo ndani ya Mungu hayana kutimiza kusudi la Yesu Kristo, itakuwa ni ngumu sana, itakuwa ni ngumu sana kuona lile kusudi la Mungu. Kwa hiyo kusudi la kuishi katika Kristo Yesu ni agizo la Mungu na ni utendaji wa Mungu mwenyewe aliyekusudia. tukisoma katika kitabu kile cha Waefeso sura ya pili kinasema tumeumbwa ndani ya Kristo Yesu kwa kazi njema alizopanga kwa ajili ya utukufu wake. Kwa lazima tuangalie kuishi tunakoishi, ni kweli tunaishi kwa kusudi na kutimiza kweli ile kusudi la Yesu Kristo, mwito mkuu eh, kila ambacho Kristo alikuja ku, ku, kuleta duniani ama tunaishi tu ili mradi Yaani, kuna mtu kanisani anaenda kanisani ili mradi anaenda, anaabudu, anafanya nini, ili mradi. Sasa ifike mahali elfu mbili na ishirini sita tuangalie tunaishije, yaani tunatembeaje kwenye huu mwaka eh? Ni namna gani tunatembea kwenye huu mwaka? Hebu soma hicho kitabu cha mm, Waefeso sura ya pili mstari wa kumi. Efeso sura ya pili mstari wa kumi. Biblia inasemaje mahali pale pale Efeso <coughs> sura ya pili mstari wa kumi. Maana tu kazi yake tuliyoumbwa katika Kristo Yesu barikiwa sana. Kuna vifungu somo nimelituma kwa njia ya PDF, kwao baadaye utavipitia. Vifungu viko hapo vingi tu. Maisha ya mwanadamu yana maana tu ndani ya Kristo, yani ili uwe ya maisha yako yawe ya thamani ili maisha yako yawe yenye u, yenye tha, yenye dhamana, yenye hadhira nzuri, yenye dhamira nzuri, yenye kusudi ama lengo zuri, ni pale tu Kristo atahusika. Ni pale tu ndani ya fikira zako kutakuwa kuna kutimiza kusudi la Kristo ndani. Lakini kama maisha yako na ufahamu wako na kuamini kwako kutakuwa nje ya, ni ngumu kuwa unatimiza kusudi la Mungu ndani ya Kristo. Kiswahili cha epesi ama msamiati mwepesi ni huu, ni kwamba tusitarajie kuja kuilithi mbingu ama kuona uzima wa milele kwa sababu Yesu aliwaambia wa wanafunzi baada ya kuwa Petro amemuuliza ame swali hili kwamba tunapoacha shughuli zetu, tunaacha wake zetu, tunaacha mashamba yetu. Petro alikuwa mfanyabiashara wa samaki, akaacha hivyo vitu akamfuata Yesu. Sasa akamuuliza, na baada ya hapo kuna nini tutakipata? Yesu alisema, duniani mtapata maramia lakini mbinguni mtapata uzima wa milele. Kwa hiyo kama tutaishi pasipo kutimiza kusudi la Mungu ndani ya Kristo, hii itakuwa ni ngumu na ni hasara. Na kunako kuna watu wengi wanaoishi hivyo. Wakati mwingine ni kwa sababu hawaelewi ama wanaelewa ila wana shingo ngumu, wameshupaza shingo zao. Kisoma katika mwa Methali ishirini na tisa inazungumza maneno hayo. Kuna mtu anakuwa anaelewa lakini anajifananisha kana kwamba haelewi, hali hali ndani anaelewa kabisa. Kwa hiyo hii itafanya sisi tuikose mbingu ama tuukose uzima wa milele, kwa sababu kama tutakuwa nje. Biblia inasema Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Kama tutamwabudu Mungu pasipo kutimiza ndani ya Kristo, tuko nje ya tuko nje ya kusudi la Mungu. Kusudi la ba, kusudi si bahati, ni mpango uliopangwa kabla hatujazaliwa, kabla wewe hujafahamu. Ila shetani anachokifanya, anaelewa kusudi la Mungu ni mwanadamu aishi ndani ya Kristo, ni mwanadamu atembee ndani ya Kristo. Sasa shetani anapoelewa hivyo, anawahi kutangiza anawahi kukatiza anawahi kuondoa ile kweli, anaweka kweli zake. Kwa hiyo kusudi, kuishi kwa kusudi, kwa kutimiza kusudi la Mungu ndani ya Yesu Kristo ni mpango ulioandaliwa, sio wa bahati mbaya na hicho ndicho kitu. Na hata kuomba ni lazima uombe uhitimishe kwa, kwa jina la Yesu. Sio mpango un, unayoinuka kwa muhemko. Kuna kuna kuna kuna mambo huwa yanatokea kwa muhemko, lakini hili ni kusudi. Hili sio la muhemko. Na ndio maana anasema, mkiomba neno lolote katika jina langu nami nitalifanya ili Baba atukuzwe au nitajitukuza ndani ya mwana. Kwa hiyo maombi maana yake maombi yoyote tukiomba pasipo kuhitimisha na kwa kusudi la Kristo ndani ya Kristo tunafanya kazi bure. Tunafanya kazi bure. Na anaweza mtu akawemwa ambaye ni, ni photocopy ambaye ndani ya Mungu ana mambo anayetimiza hasemi katika jina la Bwana Yesu. Anasema kwa jina yani, la Yesu yaani ile Yesu Kristo haimalizi. Anaiuma kwa kuwa sasa, ikiwa hautawahi kufunuliwa, ikiwa hautawahi kuonyeshwa katika ulimwengu wa kiroho, utakuwa unafikiri uko sawa, lakini kuna vitu anavikata pale mbele. Unaweza ukajiuliza, mbona kama anataja jina la Yesu? Ha, anasema yeso, hasemi Yesu Kristo, anasema Yesu, kwa jina la Yesu. Sasa wewe kwa kuwa una, unasikia herufi ya kwanza ni yee, unafikiri ndiye amemaliza. Hapana, mpaka unitaje jina halisia. Kama unanitaja mimi na ili niitike, tukio kwa watu wengi, mpaka nisikie umeweka Ernest Chacha mtatio, kwa sababu Ernest Chacha wako wengi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kuishi sio, kwa kuishi kwa kusudi la Mungu si jambo la kubahatisha ndani ya Kristo, hapano ni kitu ambacho kimekwisha andaliwa toka misingi ya dunia ya kwamba itakuwa hivyo na, mwa, na mwanadamu akapotoshwa ama akadanganywa kwa uongo uliokuwa umejana na na hila ndani yake, ama mafundisho bila Kristo Yesu, juhudi zote hukosa mwelekeo wa milele. Kama utafanya juhudi utafunga, lakini Kristo akakosekana ndani mule Kristo kakosekana katika kusudi lile katika lengo basi juhudi zako siku za mwisho zitakoswa kitu cha thamani. Bila Kristo Yesu juhudi zote hukosa mwelekeo wa milele, hakuna mwelekeo mahali, zi, mahali ambapo zinaenda kusudi hugunduliwa kwa utii, si kwa akili pekee, lazima uelewe Kristo, maandiko yameasa nini, unabii umekuja juu ya nini. Ukisoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya tisa mstari wa sita anasema tazama bikira atachukua mimba, atamzaa mwana, ata ameanza kutajwa vyeo pale, ule ni unabii miaka mbali sana. Kwa lazima ukitii ndipo unabii wa kweli hapa, mafunuo ya kweli ama Roho Mtakatifu atakuongoza. Tulisema kwenye mafundisho, kuna sehemu nilikuwa nafundisha kwamba Mungu ni ngumu kukujifunua ama kufanya ama kuzungumza na mtu anayekimbia kimbia bila kutii. Kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu, katika kitabu cha Mika sura ya sita na mstari ule wa, wa, wa nane hivi kutii ni bora kuliko dhabihu. Yaani, kama utatoa dhabihu za zako lakini ndani mwako hakuna utii. Na neno linasema mtu akinipenda atazishika amri zangu. Lazima kutii. Kutii ni kugumu kwa mtu ambaye hayuko tayari kufanya lile kusudi la aliyoambiwa ama kufanya hata sheria ya nchi inamshughulikia yule mtu ambaye sio mtiifu, lakini mtu anayetembea katika kutii ndani ya sheria ya nchi haguswi na anaweza kazeheka bila ku, kuona mkazi anaingia kwenye maisha yake kama mtu huyu atatii kwendi hivyo hivyo hicho. Tuko kwenye kipengele cha kwanza ambacho tayari tuko na dakika kumi, na moja, na dakika kumi. Uh, tumalize kipengele cha kwanza kwamba anayeishi kwa kusudi huishi kwa amani na uthabiti wa rohoni. Anayeishi kwa kusudi ndani ya Kristo, huyu mtu ana amani kubwa sana, ana amani kubwa sana katika maisha yake, na atakuwa na amani ambayo watu hawatawahi kuifahamu.